Hivi mtazamaji, nikukaribishe tena muda na wakati kama huu ambapo tunakutana kuangazia kazi mbalimbali mbali, hasa za kibunifu ambazo zinafanyika katika maeneo yetu ama katika jamii yetu. Unaweza kujiuliza leo nipo na nini? Leo nipo huku Mbezi na hapa tumekuja kuona suluhu ya wadudu shambani na hii ni mashine ambayo imetengenezwa na bwana Innocent mahususi kabisa kwa ajili ya umwagilizaji wa dawa katika mashamba. Wakulima wamekuwa wakipata changamoto nyingi sana, wadudu wanaposhambulia katika mazao yao, wanakosa njia sahihi ama njia nzuri ya kuweza kumwagilizia eh, ama kutawanya aa, dawa hii katika mashamba, lakini Innocent ameiona changamoto hiyo na kuigeuza kuwa fursa kwa kutengeneza gari ndogo. Tunaweza kaita gari ndogo ambayo inasaidia katika umwagiliziaji wa dawa hiyo katika mashamba. Nikupitishe katika safari yake, alipoanza kubuni mpaka hivi sasa. Mimi naitwa Innocent Mabilika kwa majina ni kijana miaka 25, kijana mbunifu jikushughulisha na ubunifu wa kuunda vitu mbalimbali mbali, lakini pia napatikana Dar es Salaam kwa sasa. Historia yangu katika ubunifu huu, baada ya kuwa nimemaliza kidato cha nne, nilikuwa ni mbunifu tayari wa kuunda vitu kama hivi mbalimbali mbali, lakini vikiwa vidogo kwa mfano wake sio kwa ukubwa huu. Nilianza na udongo kubumba vitu mbalimbali mbali, kwa mfano kama pikipiki, gari, mashine tofauti tofauti, lakini operation ikawa inakosa kanika kwa sababu ni udongo. Kwa baadaye niliingia kwenye swala la kuunda vitu vya plastiki, kutoka hali ya udongo kuja plastiki, nikiwa kama najiona kwamba nina kipaji cha kufanya haya nayofanya. Kwa baadaye nikapata sapoti kwa mkuu mmoja, mkurugenzi wa SIDO ya Katavi akanisapoti na kunipa ushauri mbalimbali, kwamba nifanye hiki hiki basi nitaweza kufika mbali zaidi. Lakini yeye alinipeleka VETA, VETA nikafika. VETA nikafika nikapewa kazi ambayo, kama kazi, kile nilichokuwa nimekifanya kwa kipindi kile ilikuwa ni mfano wa mashine ya kupukuchua mahindi. Baada ya kuwa na, nimeenda na kile kimfano changu mbele ya mwalimu wa VETA ambaye ni mkuu wa chuo, chuo cha VETA basi alisema moja kwa moja kwamba nipewe vifaa zeni nitengeneze kitu kikubwa ambacho kina mwonekano huu kinachoweza kufanya kazi. Baada ya hapo, mwanzo wangu mpya ilikuwa ni kupata kazi walau kwa kiasi chake. Baadhi ya watu waliamini kwamba inawezekana kufanya kazi, wakanipa kazi, nikafanya, nikaweza. Baadaye nikaachana nao kwa sababu haikuwa kwamba tunapata labda management kwamba basi wewe utafanya kazi jumla hapa na utakuwa wa milele hapa mpaka utakapokona kwamba maisha yako basi unapumzika katika kazi, ila tulifanya kazi tu kwa muda tukaacha. Kwa hiyo changamoto ni nyingi ambazo nilizipitia mpaka kufika hapa leo. Baada ya kuwa nimetoka huko, nimeenda sehemu mbalimbali, ambapo nimeenda kikazi, sasa nikawa mzoefu tayari, nafanya kazi zangu mwenyewe na za watu pia lakini ni sehemu nyingi. Kwa mfano Mwanza nimepiga kazi, namaana kutoka Mwanza, kutoka Mpanda mpaka Mwanza sio kitoto, namaana nimefika kule nikapiga kazi kulingana na yale matokeo chanya yaliyotoka kule. Lakini pia uh, mkoa wa Simiu nimepiga kazi, mazingira ya Bariadi, lakini pia mkoa kama Morogoro nimepiga kazi, mpaka leo nafika Dar es Salaam. Maana yake ni sehemu nyingi ambazo nimezunguka tofauti tofauti kuna gepo ambayo nimeliona baada ya kuwa na mteja wangu. Uh, mteja wangu wangu aliniita nikafanye naye kazi tofauti na hii, lakini yale mazingira ambayo aliniita nikakutana naye alikuwa ni ya shambani. Nikamkuta anatumia pampu ya mkono kupulizia dawa shamba lake ambayo ilikuwa ni shamba kubwa. Nilipomuulizia gharama yake kwamba unatumia gharama kiasi gani kumaliza kupuliza dawa ili shamba alinipa gharama ambayo ni kubwa, ambapo nilikuwa na uwezo kabisa wa kusema sasa kubuni kitu ambacho kitamsaidia kwa muda mdogo mchache na kwa gharama kidogo. Kwa hiyo nilipotoka pale, nikaenda kuwaza mbali zaidi kwamba nitafanya hichi kitu na kitakuwa cha kutembea chenyewe kikiwa kinafanya operation ya kupulizia zile dawa chenyewe, ina maana nitafanya kiwe na uwezo wa kupuliza dawa kwa wakati mfupi sana hicho ndo kilichonifanya mimi kuwaza mpaka kutengeneza hii mashine. Niliamua sasa kuanza kutafuta baadhi ya watu wadau, wanisapoti na nini, au mimi mwenyewe nianze kujitafuta kwa muda wa kutosha kukifanya chikitu. Mashine hii nimetumia aina moja ya mabati ambayo ni bati tu la kawaida, chuma kama chuma, ambayo ni milimita mbili mpaka 1.5 ambayo mashine hii ina sehemu nyingi mbalimbali mbali. Unaona, kuna indiketa pale, bado sijaiweka kwa sababu iko kwenye matengenezo. Ina asilimia ipo kama asilimia 85, na kuendelea, ambapo bado asilimia kadhaa nakuwa nimeimaliza. Ambapo unaona hapa nimeweka boneti, ambayo hii boneti na stendi yake hii hapa, ambapo hapa, kwa sababu ya kubalansi uzito, nitaweka toolbox kwa ajili ya kubebea vifaa vyangu vya kazi, nayo ni kwa sababu injini yake haiko mbele iko hapo kati sawa. Toka hapo nakuja kwenye matairi. Matairi yangu nime design ni ya chuma, ambayo baadaye nitayavisha laba sawa. Nikishayavisha laba, basi itaniruhusu kutembea hata kama ni kwenye lami au sehemu yoyote ile ambayo inapitika. Upande wa kona, nimebuni kona ya kwangu mwenyewe ambayo inafanya kazi vizuri kabisa na haisumbui, sawa. Ukija huku nyuma, huku huku nyuma nimetengeneza nime kawaida sana, ambapo nimeweka shokupu za pikipiki piki, kama pikipiki piki, lakini nako kuna tairi za chuma vile vile, ambapo baadaye nitazivisha labda, ili niweze kutembea kutoka hapa kuingia hata barabara nyingine tofauti, ambapo sasa huku ndio kwenye system ya kuweza kumwagilia. Huku ndio kuna tenki, tenki la lita mia mbili za maji pamoja na dawa itakayokuwa imewekwa ndani yake, sawa. Baada ya kuwa imekorogwa hiyo dawa, tuna jenereta ambao ni water pump machine horsepower 7.9 ambayo yenyewe ndio itaweza kuvuta maji kutoka kwenye hili tenki kuja kwenye mashine then hii mashine ndio itaweza kutoa kuja huku kwenye supplier yangu ya maji, zimenipata hapo. Ina maana sasa pale ambapo nitakuwa nimeimaliza kwa asilimia zote mia, ndio system ile nitakuwa nimeifunga hapa nyuma ambayo itakuwa inatema maji nyuma huku na huku, lakini pia huko pembeni utakuwa na pipe ambapo mashine itashindwa kufika, basi zitakuwa na mita hamsini. Mtu wa kawaida anaweza akachukua akaenda kupulizia katikati ya shamba na shamba likaenea kabisa dawa kwa, kwa uhakika yes. Ambapo mashine hii nimetumia tenki la jenereta, lakini pia nimetumia injini ya pikipiki ambapo injini hii ina uwezo wa kufanya kichi kifaa kikatembea kutoka hapa kwenda sehemu nyingine tofauti kwa umbali na kwa uwezo na kwa nguvu. Umetumia injini injini ya pikipiki, lakini pia kuna gia boks ya guta, ambao gia boks ya guta inaniruhusu kurudisha mbele chombo changu kupeleka mbele chombo changu na kukirudisha nyuma kupitia hii hapa, ambayo hii ni gia inayonifanya mimi nipeleke chombo changu mbele na kurudi nyuma ambapo nikipiga hapa chombo kinaenda mbele, nikirudisha hapa chombo kinarudi nyuma. Na hii ni gia liva, ambapo inaingiza namba moja mpaka namba tano. Baada ya hapo, imechukuliwa kutoka hapo propeller shaft kuja hapa kwenye motor reduction, ambapo hii motor reduction rpm yake ni 2800 inayoweza kuingiza high speedi na kutoa low speed. Maana yake hii hapa upande wa kuingiza high speed ndo nimeweka sistim yangu kutoka kwenye engine. Upande wa kutoa low speed ndo nimeweka mnyololo ambao utaweza kunisungushia shafti kuu iliyoshikilia matairi. Vivyo hivyo, mashine yangu inaweza ikawa na low speed na nguvu kubwa ya kupita, hata kama ni kwenye matope. Ufanisi wake, kwanza nikizungumzia tairi, tairi zangu kwanza ndio zitakazonipa ufanisi namba moja, tofauti na engine, kwa sababu tairi zangu hapa sasa, hizi unaona kuna limu baadaye nitaweka system ambayo ni ya kuvisha mpira laba ili niwezeshe kupita hata kama ni eneo la lami au barabara yoyote bila kuharibu, sawa. Lakini baadaye ile laba itakuwa ni ya kutoka na visha limu nyingine yenye mfanano na huu ambayo, ambayo itakuwa na kashata za chuma ili kuniwezesha kupita shambani. Kwa hiyo ufanisi wake utakuwa ni ufanisi mkubwa ambao naamini kabisa kwa nguvu niliyoitengeneza na hesabu zilizotengenezwa hapa itaweza kupita popote na ufanisi wake wa kazi utakuwa ni mkubwa kwa sababu ya hivyo vitu. Mpaka saa hizi nina mwezi mmoja nikiwa natengeneza nayo, ni kwa sababu ya upungufu wa kiasi cha fedha, lakini pia nadhani kuanzia leo mpaka ikamilike, pia tuipe mwezi mmoja au wiki tatu, kwa sababu ya kiasi cha fedha. Kana kwamba kingekuwepo kiasi cha fedha cha haraka, basi ningeweza kupiga hata kwa wiki moja nikawa nimekamilisha. Ugumu ni pale ambapo unajaribu kubuni, lakini inakuwa changamoto kukipata kila ambacho unaona kitakusaidia katika kazi zako. Kwa mfano hiyo mota reduction nimeipata umbali mrefu sana na kwa gharama kubwa, ambapo kana kwamba ingekuwa ni mazingira ambayo ni ya vijijini au la, basi nisingeweza kukifanya hiki kwa wakati.

mpango kwa, kwa sababu kwa mfano maonyesho ya Nane Nane au Sabasaba mwaka huu nilikuwa natamani kama nitapata nafasi, basi niweze kujiunga au kuomba nafasi niweze ku kuonesha kile ninachokifanya. Soko kidogo ni changamoto, maana yake ni mpaka mtu akuelewe. Baada ya kuwu umemwelezea, umemwonesha picha au uhalisia wa kile kitu, basi ndo anaweza kukupatia kazi na ukafanya lakini yes, soko la kusema kwamba kwa na soko moja kwa moja natoa hapa napeleka sehemu fulani nauza natengeneza kingine, hapana, bado sina. Na hao wateja ambao unawapata sasa, unawapata kwa njia gani? Nawapata kwa njia ya mitandao, kwa mfano uh, labda naposti kazi yangu Facebook, mtu katika pita anaangalia vitu vyake, anapita anaona, anapenda, basi moja kwa moja anachukua namba pale ananipigia, tunapiga stori, kama ni kazi kazi, basi tunaanza kazi. Changamoto ninazokabiliana nazo, na nazo kwanza ni ukosefu wa pesa ya kusema kwamba naendesha mambo yangu sasa kwa mtaji wangu binafsi. Ni, ni mpaka nimtegemee mtu anipatie nipatie fedha ili niweze kufanya kazi hizi. Lakini changamoto pia ninazokabiliana nazo ni mazingira ya utendaji kazi ofisi vifaa vinakuwa kidogo changamoto, lakini pia tofauti tuna ofisi kuwa changamoto ni ile kwamba kuna ubanano wa mazingira, kwamba kama unavyoona leo tuko gereji hapa tunafanya kazi, lakini kazi yangu inahitaji kidogo iwe eneo pana, lakini pia zaidi ya kuwa eneo pana, kuwe na ile sefu kwamba mtu asije akapigwa shoti katika mazingira ya ofisi yangu au akafanya lolote ambalo sio sawa katika mazingira ya kazi yangu sawa. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo kidogo naziona haziko sawa, na natamani kama zingetatulika basi ingekuwa vizuri sana, na ningefanya kazi kwa, kwa, kwa uzuri na kwa upana zaidi. Ni yapi sasa matarajio yako? Matarajio yangu kwanza, tofauti tuna kusema, matarajio ya kwangu binafsi, kwanza ni ombi la kuomba walau yeyote atakayekuwa ameona kwamba hichi ni kipaji na, ki, na, na kinaonekana kuwa ni kizuri, pengine atakavyowiwa vyovyote, basi ni tarajio langu ni kupata ofisi ambayo kidogo inakuwa na, na mazingira mazuri, mtaji unakuwepo na, na, na masoko pia yawepo, kwa sababu huwezi kufanya kazi bila masoko, kwamba nipate management ambayo itanifanya mimi leo na kesho nibadilishe maisha yangu, maisha ya wengine, lakini pia na vijana ambao wanatamani kuwa kama mimi kufanya hii kazi ya ubunifu basi na wao wafaidike kulingana na yule atakayekuwa ametupatia chochote kitu cha kufanyia kazi zetu. Hatimaye mtambo wetu ambao tumekuwa tukikuletea ama nikikuletea safari ya bwana Innocent katika utengenezaji na ubunifu wa mitambo mbalimbali, mtambo huu ambao unajulikana kama boom sprayer kwa ajili ya kupulizia dawa mashambani umefika katika asilimia kama 95 hivi, ambapo hapa utakuwa uh, tayari uh, kwa ajili ya kwenda ku kufanya kazi kule mashambani kupulizia mashamba kwa ajili ya wale wadudu ambao wanakuwa wakivamia mazao. Tutaenda kufahamu mengi kutoka kwake, kufahamu ikitoka hapa hatua ipi ambayo inafuata. Kwanza mashine yetu ilikuwa bado haijafunikwa mabati, kuficha zile system, lakini sasa hivi imefunikwa. Tunaona kuna imefunikwa kama hii hapa. Kulikuwa hakuna taa, kulikuwa hakuna indicator, basi indicator na taa hapa tayari vipo, lakini pia kulikuwa hakuna sofa ile ya kukalia yes. Sofa hizi hazikuwepo, tayari zipo yes, kwa ajili ya kukaa ev, lakini pia pale nyuma kulikuwa hakuna system Tulikuwa hatuna tenki uh, tenki ilikuwepo lakini bado tulikuwa tujaweka kwenye system. Maana yake tayari inafanya kazi ko, inajazwa maji kwa mkono, lakini hata kama tungesema kwamba ivute kutoka kwenye kisima kuja kwenye tenki bado inaweza, ila kwa saizi tumerahisisha kabisa kwamba unaweza ukajaza, ili kuipunguzia mashine yetu hii, kuipunguzia mzigo kwao saa hizi tushaweka system, tuna pipe hizi hapa ambazo ndo zinatoa maji kwenye tenki kuja kutoka kwenye system yetu ambapo tuna gate valve. Hizi gate valve zinaruhusu sasa mfumo wa maji kuweza kutembea. Hii hapa gate valve inaruhusu hizi hapa pipe zipokee maji na kutoa kule shambani, sawa. Lakini pia hii gate valve inaruhusu mfumo wa maji kutoka kwa kutumia mkono ile paipu ambayo itakuwa imefanyaje imefungwa kwa ajili ya kufika shambani. Bado tulikuwa hatuna, hatuna sehemu ya kuashia. Ina maana tayari sasa hivi sehemu ipo ya kuashia, ambapo unaweza kuvuta kamba yako hii na generator ikawaka ikavuta maji hapa kuleta kwenye system. Ndiyo kao, tuko hatua nzuri ambayo ni ndani ya muda mfupi tutakuwa tumeshakamilisha. Nadhani kilichobaki sana ni tairi tu, tairi tukishaziwekea kashata, au kuna namna tofauti ambayo tunaifikiria kwenye tairi, tuiboreshe ili injini ambayo inawapaleti mtambo utembee, isiwe na isiwe napunguza nguvu, lakini pia tunafikiria kwamba badala ya kutumia tairi za chuma kuingia tu shambani, bado natamani kuboresha kuingia barabara kuingia barabarani kwa ajili ya kwenda shamba, kuhama shamba au kwenda sehemu nyingine tofauti. Hiki chombo kikiwa kinajiongea nayo, ni kwa sababu tumetafiti tume, tume na kuona bado tairi zetu zinatuzuia kwa sababu ni za chuma, ziwezi kuingia barabara, lakini pia ziwezi kuingia ndani ya lami. Kwa hiyo bado tuko kwenye maboresho ya kifikra kwamba endapo kama fikra zetu tutakuwa zimekamilika, basi tuta, tuta, tutaboresha upande wa tairi, pengine tunaweza tukatumia tairi tu za mpira lakini tukazivisha gamba la chumba. Changamoto ninazokumbana nazo, nazo ni pale ambapo mara nyingi kwanza nakuwa peke yangu, kwa hiyo kuna mawazo ambayo natamani kumshirikisha mtu anipatie ufumbuzi, lakini inakuwa, inakuwa kidogo changamoto kwa sababu nakuwa nakosa watu wenye mawazo ya kuendana na kile ninachotamani kukifanya, lakini pia mazingira ya ufanyiaji kazi bado ni, ma, ni changamoto. Kuna kelele, lakini pia sio sehemu pana tulivu. Naona kama mpangilio wa waya zetu na nini nakuwa kidogo changamoto kwa kuna changamoto nyingi ambazo mara nyingi kuzisema zote nakuwa changamoto pia vilevile, kwa sababu nakuwa sikumbuki au sijapangilia katika mpangilio hii. Hapa ni kalasha ya ya kusaga mawe. Kuna wale wachimba madini migodini wanachimba yale mawe, yanakusanywa yanadumbukizwa hapa kwa mfumo wa mifuko, yanasagwa baada ya kusaga wanapata unga ambao ni kama poda, wanachukua, wanaenda kuosha wana, wana, wana, wana, wakishaosha wanachambua ile dhahabu kwa kutumia kemiko maalum kwao. Nimeandalia mtambo pia ambao utakuwa ni moja kati ya kutatua migogoro wanayoipata huko, kuteseka mara nyingi. Unakuta jamii wanachimba, lakini wanatumia vinu kutwanga yale mawe ili wafanye uchakataji wa ile dhahabu, ndio. Yeah, mimi ni bwana mitambo ambapo napenda kumsaidia mtu katika utendaji kazi kwa kumtengenezea mashine zinazoweza kufanya uh, ile operation ambayo yeye angeifanya kwa mkono na akatumia muda mbele. Nadhani wiki hii itaingia kazini ambapo inasafiri naenda kwa mteja wangu Morogoro. Kipendeza, uh, Mungu basi kama mtawiwa nisogelee na kule kujaribu kuonyesha kwamba hichi kitu kinafanya kazi katika uhalisia huu hapa. Lakini hata hivyo, kwa muda huu tunaweza tukamwonesha mtanzania anayetutazama kwamba hichi kitu kina opareti vile ambavyo tumezamilia kiopareti, ingawaje hatuko shambani. Lakini pale ambapo itabidi tuwe shambani, basi napo ataendelea kuona kwamba tuko shambani na tunafanya kazi zile ambazo tumezizamilia zifanyike. hu ni jambo la msingi sana katika Tanzania ya viwanda, kama ambavyo tumeweza kuona safari nzima ya bwana Innocent ambaye ametengeneza mashine mbalimbali ama mitambo mbalimbali mbali ambayo inatumika katika uchakataji ikiwemo ile karasha, lakini pia uh, mtambo huu ambao unatumika katika umwagiliaji wa dawa mashambani. Hii inaonyesha kwamba uh, vijana wapo na wabunifu wapo, ila wanahitaji tu support toka wadau mbalimbali ambao uh, watawasaidia kufikia malengo yao, lakini pia kuendelea kuiendeleza Tanzania ya viwanda. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Mkwaji Masatu.